Basi kwa mda huu ni mkaribishe mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa kwa ajili ya neno la siku ya leo. Karibu sana. Amen amen, amen, amen, amen, amen, amen amen. Bwana Bwana Bwana Yesu Yesu Yesu asifiwe. Apewe apewe sifa. kwa sanaaaesu asiaa esu ape Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio, watu wamechangamka. Watu wamechangamka. Bwana Mungu akubariki sana kwa kufika leo, ni siku yetu njema kabisa. Mungu kwa ajili yako umefika salama. Amen. Huko vizuri. Amina. na leo ni siku yetu njema kabisa. Wakati ah, likaa wa hapa Mungu akalipa ujumbe, na ujumbe wetu wa siku ya leo unakwenda kujifunza kwenye kile kitabu cha Mathayo. Amen, Amen. Amen. Amen. Eh, Mathayo sura kumi na moja na mstari ule wa kumi na mbili Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Somo ah, letu linasema kwamba jambo ah, moja jambo moja ambalo litatuwezesha sisi kui ufalme wa mbinguni amina. Amen, kipo. Amen. Amen. Jambo moja tu amena, tukasome kwenye kile kitabu e, unaweza kufungua nami biblia yako e, kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kumi na moja na mstari ule wa kumi na mbili. Biblia inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka Haleluya! Hapa tunajifunza kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza jambo moja hapa ya kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu huteka. Amina. Hivyo lazima tutafute nguvu za Mungu. Hivyo lazima tutafute nguvu za kuweza kushinda ili tuweze kufika mbinguni. Amina. Ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu lazima tuwe na nini? Na nguvu. Nguvu. Amen. Amen. Lazima tuwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mmenielewa paka hapo? Pige Yesu makofi na Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Amina. Naamini umepata kitu siku ya leo. Ndio ndio. Naamini umenielewa kabisa. Amina. Naamini utakwenda kulifanyia kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Basi unaweza kusimama hapo ulipo. Tumshukuru, tumshukuru nikushukuru Mungu kwa ajili yako nikubariki. Uweze tuweze e kutawanyika. Funga macho yao, tuweze kuomba Baba, katika jina la Yesu. Sante Bwana kwa ajili ya watu hawa. Lipa watu wazuri wasikivu, wenye kuelewa. Sante kwa sababu Bwana utakuwa pamoja nao. Utawalinda, utawasaidia katika jina la Yesu. Amen. Amina. Yesu, wa utawalinda, uta la Yesu. Amen. Amina. Amina. Yesu makofi

Bwana Yesu asifiwe, amen. Igizo hili lilikuwa linaonyesha ni ibada, ilikuwa ni ibada ya kawaida, lakini akawepo muumini mmoja ambaye yeye alikuwa anasinzia, akawa hajasikia alichohubiri mchungaji. Bwana Yesu asifiwe, amen, ambayo ndio hiyo Wakati mchungaji anahubiri, yeye alikuwa anasinzia, kwa hiyo akusikia vizuri. Akasikia kwamba ufalme wa Mungu unarizi kwa nguvu, ambaye akaenda kutumia nguvu wa mwilini kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa hiyo hiyo ujumbe inatukumbusha kwamba tunapokuja kanisani kuna vita, inawezekana kuna vita ambayo mtumishi amepata aka akapata roho ya usingizi, na hiyo yote ni mbinu ya Ibilisi. Kwa hiyo nasi tunapaswa tunapokuja kanisani tu tuingie vitani kwa ajili ya kupinga kila aina ya roho, maana shetani ana namna nyingi ambayo anaweza kakukosesha ujumbe wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.